Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amesema kupitia falsafa ya R4 au 4R demokrasia nchini imeendelea kuimarika na hivyo kuwa nyenzo muhimu ya kukuza ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi kwenye masuala muhimu kwa mustakabali wa nchi. Kupitia hotuba yake aliyoitoa Aprili 25 Ikulu ya Chamwino mkoani Dodoma ikiwa ni kuelekea miaka 61 ya Muungano hapo tarehe 26 Aprili Mheshimiwa Rais Dkt. Samia amewasisitiza nchi kuzingatia kwamba utekelezaji wa falsafa ya R4 kunaendana sambamba na kuzingatiwa kwa katiba na sheria ya nchi. Demokrasia yetu imeendelea kukua na kuimarika hususan kupitia falsafa yetu ya R4 ambayo itaendelea kuwa nyenzo muhimu ya kukuza ushiriki na ushirikishwaji wa wananchi kwenye masuala muhimu kwa mustakabali wa nchi yetu. Hata hivyo, nataka kusisitiza kama ambavyo nimekuwa nikisema katika majukwaa mbalimbali kwamba kutekelezwa kwa falsafa ya R nne kunaendana sambamba na kuzingatiwa kwa katiba na sheria za nchi. Kamwe falsafa hii haiwezi kuwa kisingizio cha kuvunja sheria au kujenga mazingira yanayohatarisha amani, usalama na utulivu wa nchi yetu. Aidha, Mheshimiwa Rais Dr. Samia ametoa wito kwa sekta na taasisi mbalimbali mbali, zinazofanya kazi nchini kuzingatia mipaka ya kazi ili kuiwezesha serikali kulinda haki za kiraia hapa nchini na kazi zote zinazofanyika nchini zinafanyika kwa kuzingatia sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dola ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasimamiwa na mihimili mitatu ambayo ni serikali, bunge na mahakama. Kwa pamoja kama nchi tumeamua pia, uendeshaji wa shughuli za nchi yetu ushirikishe taasisi nyingine za ndani na nje ya nchi, taasisi za serikali na zisizo za serikali, taasisi za kidini na za kiraia. Shughuli zote zinazofanywa na taasisi hizi zinaongozwa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Katiba ya Zanzibar, sheria na kanuni zinazotungwa na miongozo na makubaliano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Nyenzo hizi nilizozitaja zimeeleza masharti na mipaka ya kazi kwa taasisi mbalimbali zinazofanya shughuli zake hapa nchini, ili kuiwezesha serikali kuendelea kulinda haki za kiraia, ikiwemo haki ya kujieleza na kutoa maoni. Ni vyema sote tusivuke nje ya mipaka yetu. Tusisahau kwamba mfumo wa dola yetu ni kuongozana kusimamiana na kuwajibishana.